Tenda wili anapewa, ashukuru, anatumia daima. Nipe jibu, kama hamna jibu nipe mji Amen. Makaburi, asanteni sana makaburi. Anapewa, lakini ana uwezo wa kushukuru, lakini anatumia daima kaburi. Askofu Fulton Sheen alisema makaburi ni mahali ambapo tunajifunza thamani ya uzima wa milele unapotembea unajifunza juu ya uhai na kuthamini uhai na maisha, ukimtazama aliye lala, ukilitazama kaburi. Ninaomba licha kutembelea makaburi, tusafishe makaburi. Mwambie jirani yako, tusafishe makaburi. Yaani mi, kuna magugu ambayo wa waga naenda ndani sana, tunayaita rumbugu kwa Kiswahili tunaita kwekwe, sivyo? Sasa mimi nafikiri huenda hata magugu mengine amesha kupita kwenye pua za marehemu <laughs> yani unaona poti wamejaa magugu wamejaa kwekwe <laughs> naomba tusafishe makaburi mwezi huu ni wa kusafisha makaburi kama aku, akujapigwa tairi zamanini kata nyasi nzuri weka na kama misalaba imeharibika weka hata msalaba wa chuma kama ambao umeharibika Tunaelewana? safisha makaburi tunaenda kujifunza na tumeanza utamaduni kama wa wazungu kuweka maneno. Usiweke msalaba tu, hata kwenye kaburi kuweka maneno. Maneno yanaweza kawa ni kauli aliyokuwa anaisema sana muda mwingi, ama aya kutoka katika Biblia ama mstari wa Biblia unaweza ukaweka, mwendo nimeumaliza, imani nimeitunza. Lakini kuna makaburi yana maneno haya: jinsi nilivyo ndivyo mtakavyokuwa, jinsi mlivyo ndivyo nilivyokuwa. Mm. Unajifunza, naomba tusafishe, tuyatembelee. Mimi siwezi nikamaliza miaka mitatu bila kwenda Bugabo Kashozi. Kutoka hapa kwenda Kashozi ni zaidi ya kilomita mia moja. Naenda kwenye makaburi ya babu Tarenadi Tiraga na bibi Maefrazia, naenda kuwaombea na kusali kwenye makaburi upande wa baba. Siwezi kamaliza miaka mitano bila kwenda kusali kwenye makaburi upande wa mama, kumwombea mama Emiliana bibi yangu kumwombea mjomba wangu ta Frederick, kumwombea mama mdogo ma Elena, naenda kuwaombea kamaisha. Naomba hata kama umehama ulitoka Katoma ukaja huku, makaburi yako Katoma, waende waombee Katoma. <laughs> Ulitoka Ishozi, makaburi yako Ishozi, nenda waombee Ishozi. Ulitoka Bugandika, makaburi yako Bugandika, nenda waombee. Mwezi wa Novemba wakumbuke, tembelea makaburi. Naomba kila siku tusali rozari, kuombea wale ambao wana makaburi ya parokia, wanaenda kwenye makaburi ya parokia. Kama hayapo nenda kwenye makaburi ya familia, mwezi huu waombee na kuomba sana pili